Nyota ya samaki. Maongezi ya mtu yatakugusa sana kihisia. Kujitoa muhanga kwa jambo fulani. Kuhisi hali ya kunguruma au sauti nzito kifuani mwako. Jambo hili lipo kwa siri ya kifuani mwako, yaani kuna ukweli uliojificha. Kuambatana na watu sehemu, lakini nafsi yako haitaridhia ya kabisa. Kuhisi upo na watu wanafiki katika maisha yako na huwezi kuwaepuka kushangaa kitu cha ghafla au mtu kukujia ghafla bila kumtarajia kwa uwepo wake. Kuvaa kitu ambacho moyo wako utapenda. Kufanya maamuzi yatakayomwathiri mtu. Kushindwa kuzipita nyendo za mtu kwa mapito, kila ukifikiria unahisi hauwezi kabisa. Humudu kupata choo kidogo mara kwa mara, ni hali ya kutoa sumu mwilini mwako. Kujiandaa kwa matibabu ya maradhi fulani yanayokukabili kumkumbuka mtu ambaye hukumuona kwa muda mrefu, kutabasamu baada ya kupata kitu. Baadhi yenu mtavaa vitu vyenye kuakisi nguvu ya mvutano wa kupata kitu, kuongea kitu kitakachompendeza mtu.